Uh, karibu sana kwenye chaneli yetu Tuongee TV. Na nilipotea muda kidogo, ni matatizo kidogo yalinipata, lakini tuko pamoja, tuko pamoja kuhabarishana habari za kimasomo, habari za kielimu zaidi, au sio? Moja kwa moja leo tuelekee kwenye mada yetu, ambapo tunaangalia ni namna gani unaweza ukaangalia majina ya watu waliochaguliwa kujiunga na form five watu ambao wamechaguliwa kujiunga na vyuo uh, na hii inawahusu sana watu waliomaliza form 4. Nisikilize kwa umakini mpaka mwisho uweze kujua ni namna gani unaweza ukaingia, uh, kwenye Google yako na kuangalia jinsi gani unaweza ukapata hayo majina, au sio? Cha kwanza lazima uwe na data, uwe na MB kwenye simu yako, simu ya mkononi, smartphone. Utawasha data na uingie kwenye Google au Chrome, kwenye search engine yoyote ambayo inaweza kukufanya ukasachi. Umeelewa? Kwa hiyo ukiingia kwenye Google utaenda kwenye baa ya sachi, utaandika www.selform.tamisemi.go.tz. Ukiandika hivyo, ukisachi, basi itakupeleka moja kwa moja na utaangalia majina ya watu ambao wamechaguliwa kidato cha tano, watu waliochaguliwa kujiunga na vyuo. Yeah, ndio iko hivyo bwana. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kwa mwenzako, wazidi kuelimika kuhusiana na vyote vinavyoendelea kuhusiana na elimu, kuhusiana na ajira zinazotoka. Uh, Tuongee Tv ndio habari ya mjini. Tuko pamoja, asante.